Wanajaribu kutafuta majibu kwa sababu kuna mambo yaliyoingia yaliyoishtua taifa letu. Tumeona tumekutana na uzoefu ambao hatujawahi kukutana nao toka uhuru wa taifa hili, na tumeona kuna mlango umefunguka ambao shetani ameutumia huo mlango ili atupige. Lakini leo hii tunataka tusimame, wa mama tulioko hapa, wa baba tulioko hapa yes. vijana tulioko hapa Mungu anamtafuta mtu mmoja atakaye simama mahali palipobomoka. yes. Kwenye taifa letu la Tanzania kuna ukuta umebomoka, ni yes. lazima atutasubiri watu kutoka nje wa kujengea ukuta wetu, tutaujenga wenyewe kwa kumwita Bwana wa majeshi aliye hai. Hata kama tumepitia machungu, hata kama tumepitia maumivu no. Biblia inasema taifa la Israeli yes, walipokuwa Misri walipitia mambo mengi magumu waliona mambo mengi magumu, lakini Biblia inasema wakamlilia Bwana. Na sisi mahala pa kwenda ili tuweze kupata majibu, tunamlilia Bwana. Kwa kweli tumekuja kwa ajili ya kuomba amani na tunaamini kwamba Mungu ametusikia maombi yetu tunaomba amani endelee kutawala katika taifa letu la Tanzania. Kwa kweli tumefurahi, tumewaombea viongozi wetu, tumeombea nchi yetu, tunawaombea na vijana wetu, Mungu aendelee kutupa amani. Mimi naomba vijana wajitambue kwamba maisha ni muhimu, wanatakiwa wajitambue na ili tutunze amani wazee wapo, wawaambie wazee, wanaweza kafikisha kwenye uongozi wa juu. Maana hapa tumekuja kuombea taifa letu la Tanzania pamoja na viongozi na rais wetu kumwombea, kwamba aongoze taifa letu. Haya magomvi yanayotokea na mafarakano, ni kwamba vijana wachache wanashawishika na kuwashawishi wenzao la, lakini sasa hawakumbuke kwamba Tanzania inaingia kwenye matatizo ya kwanza kurekebisha vitu ambavyo vime vimeharibika. Wanaharibu barabara, wanaharibu miundo mbinu mbalimbali, pia tunaumia sana, vijana wanakufa bila sababu, kwa sababu ya kuingia kwenye hatari kubwa ya kuanza kuleta fujo katika nchi yetu ya Tanzania. Sisi kama wazazi, matumbo yanaumia sana, wamekufa yaani wamekufa kwa yaani, wameshawishiana, wamekufa tunaumia kwa kweli, damu imemwagika Tanzania, wakati sisi hatulikuwa hatuna tabia hiyo katika nchi yetu ya Tanzania.